Ndugu zangu, kwa siku ya leo nimewaletea njia hii ya kuondoa matangazo kwenye video mbalimbali. Nadhani watu wengi huwa wanataabika na kuangaika sana. Unakuta, mtu anaangalia video labda zake yupo YouTube. Aa, anakutana tangazo kwanza, mpaka tangazo liishe ndipo aendelee kuangalia video, au kuna baadhi mtu anaangalia zake video anafuatilia jambo lake Unakuta video imefika katikati, tangazo linaingilia kati mpaka tangazo hilo liishe, liishido au askip, ndo aendelee. Sasa nimekuletea njia hii, ina asilimia tisini na tisa matangazo yako eti inaondosha yote, unabaki kwa uhuru, unaangalia video yako bila wasiwasi. Acha achakufanya, unakuja kwenye settings kama hapo, baadaye kuingia settings, sorry Hatua ya kwanza utaingia settings, kisha ingia settings, utatafuta uta, uta, google, google. Utaingia google, kisha utakuja kwenye all services, utaingia hapo kisha utakuja kuna ads utabonyeza. Baada ya kuingia kwenye ads, utakuta hapo reset advertising id anaki utakuja hapo delete advertising ID, delete advertising ID utadelete, delete kama hivyo. Baada ya kudelete hapo, nakuhakikishia simu yako asilimia tisini na tisa utaangalia video kwa uhuru bila matangazo mbalimbali mbali kuingilia video zako. Asanteni sana.